Na mimi kwa majina naitwa Alawi Abdallah ndiye katibu mkuu wa jumuiya ya Watanzania ambao wanaishi nchini China, kwa maana ya Diaspora of Tanzanians in China au DITAG. Sasa leo, ndugu waandishi wa habari, tumewaita kwa ajili ya kuweza kutoa maelezo mafupi ama utambulisho eh, juu ya tukio letu muhimu sana ambalo litafanyika uh, pale nchini China, kwa maana katika mji wa Guangzhou Tukio hilo kama mnavyoliona hapo kwenye bango nyuma inaitwa Ch uh, Tanzania China Business Forum. Kwa kama ilivyo theme kwamba ni uh, hii ni forum ya kibiashara ambayo inawakutanisha Watanzania uh, pamoja na Wachina kwa maana ya wana uh, wafanyabiashara ambao wapo Tanzania na ambao wanasafiri pengine kuelekea katika nchi ya China au ambao wanaitumia nchi ya China katika kuendesha maisha yao kwa maana ya biashara. Uh, kwa namna moja ama nyingine lakini pia kuwakutanisha wale wazalishaji ambao mara nyingi wamekuwa wakizalisha bidhaa ambazo tunaziona kwenye masoko yetu ya Tanzania au pia wale wasambazaji ambao wamekuwa ni wasambazaji wakubwa sana wa, wa bidhaa hizo ambazo zipo katika soko letu la Tanzania. Kwa hiyo kama tulivyosema, tarehe kumi na tano mwezi wa nne tutakuwa na maonyesho ya Canton Fair ambayo yataanza tarehe hiyo mpaka tarehe tano mwezi wa tatu na kupitia uh, tamasha hili baada ya kuwa tumetoka kwenye shughuli yetu ya forum tarehe ishirini tuna booth letu kama Tanzania, tumekuwa tukipata bahati ya kupewa nafasi ya kuonesha bidhaa zetu. Kwa hiyo kuanzia tarehe 29 mwezi wa nne tutakuwa tuna tuna booth letu ambayo tutakuwa pale kwa ajili ya kuweza kuonesha bidhaa ambazo zinapatikana katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania ambao wana bidhaa zao kutokea hapa Tanzania, kutokea katika maeneo mbalimbali, kwa maana ya wakulima wale ambao wanalima bidhaa mbalimbali, kwa mfano labda wanalima soya beans, wanalima ufuta wanalima kahawa, korosho, parachichi, pilipili na kadhalika. Wanapokuja China waje na hizo bidhaa. Angalau hata kilo hata hata robo kilo robo kilo. Ili angalau basi itakavyotokea kuna hilo uh, kuna hiyo booth tukikukaribisha, uje pale uweze kuonesha na kuweza kutafuta wateja. Unajua, hivi juzi tumeshuhudia vijana wengi sana wame, of course wako kwenye maeneo mbalimbali katika kutafuta ajira. Sasa nchi yetu ipo katika kupambana kuweza kutengeneza fursa mbalimbali za ajira. Na mimi naamini sekta ya kilimo ni sekta ambayo inaweza ikatoa ajira kwa asilimia kubwa sana, lakini pia upande wa export sasa, watu wengi wana bidhaa lakini hawana wanunuzi. Maeneo yale ndio maeneo ya kuweza kukutana na wanunuzi mbalimbali duniani, wanunuzi kutoka Mexico, kutoka Marekani, kutoka Malaysia, kutoka Saudi Arabia, kutoka Dubai, kutoka China, maana hayo ndio mataifa ambayo yananunua sana bidhaa za kilimo. Wote wanakuwa pale, kwao ni vyema, basi ukija pale kama wewe ni mkulima au pengine ni kijana unataka kuji pengine kujitoa ama kutoka katika maisha haya haya pengine kutafuta fursa ya biashara basi njoo na bidhaa yako ambayo utaitumia katika kuonesha kwenye maonesho ya Canton Fair. Na sisi kama diaspora kupitia ubalozi wa Tanzania nchini China tutakupa nafasi ya kuweza kuonesha bidhaa zako na, na utafute wateja ili uweze kukuza uh, kuza biashara yako ya kilimo. Kumekuwepo na biashara nyingi sana ambazo zinafanyika katika nchi ya China ambazo zimekuwa zikifanywa na Watanzania ambao wanaishi nchini China lakini ambazo pia zimekuwa zikifanywa na Watanzania ambao ni wakuja, yani wale wakuja na kuondoka, na madhara yake yamekuwa sio mazuri, kwa maana yamekuwa yakiichafua taswira ya nchi yetu. Sasa Mheshimiwa Rais anapambana sana katika kuhakikisha anaweza kuamini, anaweka sheria ambazo ni a, ni nzuri na madhubuti kwa manufaa ya nchi katika kuhakikisha kwamba analinda vizazi vya leo na vya kesho. Kwa mfano kuna biashara za madawa ya kulevya biashara za madawa ya kulevya zimekuwa ni biashara ambazo zimekithiri sana katika nchi ya China, lakini zimekuwa zikifanywa na wananchi kutoka katika nchi mbalimbali mbali. Na sisi Tanzania siwezi kuficha kwamba ni miongoni mwa nchi hizo ama ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikihusishwa ziki na biashara hizi za madawa ya kulevya, na Watanzania kadhaa wamekuwa kikamatwa wakikamatwa katika biashara hizo za madawa ya kulevya kwa mfano, katika kipindi cha mwezi wa tatu nazungumzia kuanzia tarehe moja mwezi wa tatu mpaka tarehe thelathini na moja kwa maana ya siku labda siku ngapi zilizopita siku sita saba zilizopita, jumla ya Watanzania saba wamekamatwa kwa kujihusisha na madawa ya kulevya na Watanzania hawa wamekuwa of course, kutokana na sheria za nchi ya China wamekuwa wapo katika katika mikono ya kisheria na uchunguzi unaendelea kufanyika, lakini pia hukumu zitatoka shughuli hizi zime zimekithiri. Na sisi kupitia pia uh, kupitia platformu hii ama kupitia conference hii leo hii nataka nitoe, uh, nitoe kama kama hamasa kwa Watanzania. Ni vizuri kujua kwamba mwenzako anavyotoka hapa kwenda nchini China anakwenda kufanya shughuli gani, na hii ni muhimu sana. Sisi kupitia platformu hii, wacha tuseme kwamba kwa, kwa niaba ya Watanzania, lakini pia ili kuweza kuokoa vizazi ambavyo vipo na vinavyokuja na vijana ambao ndio taifa la leo na la kesho, kuweza kuhakikisha kwamba wanajiengage katika shughuli ambazo ni rasmi. Kwa mfano, nizungumzie serikali ya awamu ya sita imefanya jitihada kubwa sana katika kuhakikisha katika kwa kwamba wanaweza ku, uh, kupinga ama kuweza ku, uh, kuokoa, lakini pia kuweza kutoa elimu Uh, kwa vijana juu ya madawa ya kulevya. Kwa mfano, katika kipindi cha mwaka 2021 mpaka 2024, mpaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia uh, Daktari Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na delegates zote ambazo zinahusika katika kupinga uh, shughuli ambazo sio rasmi kama madawa ya kulevya wameweza kukamata zaidi ya kilograms milioni 2,728,250.04. Na, na haya ni mafanikio makubwa sana katika serikali hii. Tuzungumzie, uh, kuhusu shirika la ndege la ya Tanzania. Of course na wao pia ni sehemu ya wadhamini wa shughuli ya ya Tanzania China Business uh, Business Forum kwa maana ya jukwaa la kibiashara la Watanzania nchini China. Shirika hili limekuwa kwa muda mrefu sana likiweza kufanya na kujiweza kujiweka katika ramani ya biashara nchini Tanzania. Tume, tumeangalia katika kipindi cha Mei mwaka 2021, shirika hili limeweza kufufua ndege zake na safari zake za Guangzhou pamoja na Tanzania kwa maana ya China na Tanzania. Sasa juzi juzi hapa limejitokeza kundi ambalo limekuja kwa ajili ya kuweza ku kwa ajili ya kusema na kuweza kuongea ama kuleta image mbaya ama taswira mbaya ya taasisi ama shirika yetu la ya Tanzania. Likizungumzia kuhusiana na gharama za ya Tanzania, likizungumzia kuhusiana na huduma za ya Tanzania. Lakini sisi kama wawakilishi wa wafanyabiashara tunasema na kupitia conference hii tuwajuze kwamba hakuna mtu yeyote mwenye mwenye sauti ya kuwasemea wafanyabiashara isipokuwa sisi hapa kama diaspora. Kwa hiyo niseme kwamba tunaomba maneno yote ambayo yamezunguka mitandaoni katika kipindi cha wiki tatu zilizopita juu ya shirika la ndege ya, la, la Tanzania apuuzwe unless sisi tuje tutoe taarifa rasmi kuhusiana na shirika la ndege katika utendaji kazi, kwa maana ya China. Sasa tunazungumzia katika utendaji kazi pamoja na huduma zake za kusafisha mizigo pamoja na abiria. Kwa hiyo mimi sijawahi kuona labda nyinyi wenzangu mtanisaidia. Sijai kuona katika nchi za wenzetu kwa mfano Ethiopia au Egypt au pengine labda uh, labda South Africa ama Rwanda kuona mtu wa Ethiopia au Misri anatoka mbele na kuweza kuzungumza mabaya ya, ya shirika lao la ndege. Shirika hili limekuwa likitusaidia sana kusafisha mizigo. Hatuwezi kupinga, shirika hili limesaidia sana vijana ambao wanatoka vioni na kuingia mtaani kwa ajili ya kutafuta ajira. Siku hizi kuna usafishaji wa mizigo ya agiza leo pata kesho. Unaweza kuagiza mzigo wa asubuhi Guangzhou na kesho asubuhi saa 12 au saa 4 asubuhi umeshaupata kupitia katika airport yetu ya pale Dar es Salaam. Sasa haya ni maendeleo ambayo zamani hayakuwepo na tunaona ni jinsi gani ambavyo safari hii kusafiri kutoka Tanzania kwenda Guangzhou ni zaidi ni almost masaa tisa, wakati huo watu walikuwa wanasafiri masaa kumi na sita, siku tatu mpaka nne, wako njiani. Lakini leo hii unamuaga una mkeo, jamani, mimi asubuhi nipigie simu, ukitoka usiku saa kumi na moja saa nne asubuhi umeshafika Guangzhou. Haya mabadiliko lazima tuweze tukae, lakini pia tuisifie shirika letu la la ndege ya Tanzania <laughs> kwa maana hiyo basi, zile tetesi pamoja na kauli mbalimbali ambazo mba, mba mba mba zilitokea mtaani zipuuzwe, na sisi ndio tutasema kwa niaba ya Watanzania, lakini pia kama kuna jambo baya, hatukatai kuna weakness ambazo zipo, lakini tunakaa vikao vingi sana katika kuhakikisha kama tunaziweka sawa ili kuweza kuhakikisha shirika letu la ndege limeweza kufanya kazi kama inavyotakiwa.